ni ongezeko la vituo vya mafuta vinavyojengwa karibu karibu. Mheshimiwa Spika, kanuni ya viwango vya upangaji miji za mwaka 2015 iliyo inayo iliyotengenezwa in, chini ya sheria ya mipango miji sura ya mia tatu hamsini na tano inaelekeza kuwa umbali wa mita mia mbili kutoka kituo kimoja hadi kingine, kama vituo hivyo vipo upande mmoja wa barabara, na kama vituo hivyo viko pande tofauti wa barabara, umbali huo unakuwa unatenganisha vituo hivyo kutokana na wasiwasi ambao umekuwa ukionyeshwa na waheshimiwa wa Bunge na wananchi kuhusu ongezeko la vituo hivyo vya mafuta kuwa karibu sana kutoka kituo kimoja hadi kingine, Wizara ya Nishati imeanza mazungumzo na Wizara ya Ardhi ili kubadilisha kanuni hizo ili kuwezesha kuongeza walau umbali kidogo unaotakiwa kati ya kituo kimoja na kingine kwa kuzingatia masuala ya afya, usalama, mazingira na shughuli za kijamii. Hili jambo ni jambo ambalo liko kwenye sheria, kwa hiyo tunalifanyia kazi tuone namna gani tunaweza kuyachukua ma ma ma e, michango ya waheshimiwa wa bunge. Waheshimiwa wa bunge wameeleza haya mambo kwa uzito mkubwa sana, hatuwezi kuyachukulia kwa wepesi tukayaacha yakapita. Nataka niwakishia waheshimiwa wabunge, toka tumeanza kwenye kamati kamati yenyewe ilikuwa na msukumo mkubwa wa jambo hili. Tayari tumeshaanza kazi ya kuzungumza na wizara husika, ili hili jambo lipitiwe tuweze kurekebisha jambo hili. Mheshimiwa Spika, imezungumzwa msamaha wa kodi mbalimbali mbali katika mnyororo wa thamani wa CNG katika matumizi ya vyombo vya moto ikiwemo magari. Serikali ilikwisha kutoa msamaha wa kodi ya ongezeko la thamani yani VAT kwa vifaa na mashine mbalimbali zinazotumika katika mnyororo wa thamani kwa miradi ya CNG ya matumizi ya magari mashine na vifaa hivyo pamoja na mashine zingine zinatumika katika ujenzi wa vituo hivyo. Vyote hivi vina msamaha wa kodi wa VAT. Mitungi ya CNG pamoja na vifaa vya kufunga mfumo wa kuwezesha magari kwa kutumia CNG vyote vina msamaha wa kodi wa VAT. Katika mwaka wa fedha 2024/25 wizara imewasilisha wizara ya fedha mapendekezo ya maboresho ya VAT katika gesi asilia ambayo inatumiwa katika magari ili kuhamasisha matumizi ya CNG kwenye magari ili wawekezaji waweze kupata faida na waweze kurudisha gharama wanazowekeza kwa haraka. Mheshimiwa Spika, serikali ime, ime, imeombwa vile vile kupitia bunge hili kuwa ielekeze nguvu zaidi katika uzalishaji wa umeme wa joto ardhi na vyanzo vingine vya umeme. Mheshimiwa Spika, nakubaliana kabisa na waheshimiwa wa bunge, kwanza ni hatari kuwa na chanzo kimoja cha umeme peke yake, lakini pili chanzo cha maji kinaweza kukumbwa na changamoto yoyote, kama ambavyo hata chanzo cha cha gesi kinaweza kukumbwa na changamoto yoyote. Mfano mzuri tumeuona, wenzetu wa Zambia walikuwa na umeme wa kutosha, lakini wakapata ukame misimu miwili mfululizo uliowapelekea kwenye mgao. Kwa kulifahamu hilo, serikali ime kwenye hotuba yangu nimeeleza vyanzo mbalimbali ambavyo mbali na na vyanzo vya maji. Na kwa sababu hiyo, kampuni ya TGC ambayo ilianzishwa mwaka 2013 na kuanza rasmi mwaka 2014 inaendelea na kufanya utafiti kwa ajili ya kuongeza reserve ya joto ardhi ili tuweze kuendeleza miradi hiyo. Tuna maeneo zaidi ya hamsini nchini kwetu ambayo yamebainika kuwa na joto ardhi, na nataka nieleze, Mheshimiwa Spika, miradi ya joto ardhi kwa asili ina sifa mbili: moja, inahitaji muda mrefu sana wa utafiti lakini mbili inahitaji mitaji mikubwa ya uwekezaji. Wamejaribu wenzangu kueleza hapo waheshimiwa wabunge kwamba tuige mfano wa Kenya, kwamba wao wanatumia joto ardhi. Ni kweli Mheshimiwa Spika, lakini Kenya walianza lini na miradi ya joto ardhi? Mara ya kwanza nchi ya Kenya kuanza miradi ya joto ardhi ilikuwa mwaka 1950, wamekuja kupata planti ya kwanza mwaka 1981, miaka thelathini na moja maana yake ni kwamba hizi ni project ambazo ni capital intensive na time intensive. Hauwezi kuanza leo kesho ukaipata, lakini jambo nalotutia moyo kwetu sisi, pamoja na kwamba tumeanza mwaka 2013 tumeshapiga hatua ya mbali sana. Hapa naposimama, mheshimiwa Spika, tayari mkandarasi wa kufanya drilling yuko site na tayari reserve ile imekwisha kuonekana. Nataka niwaeleze hata kwenye budget hii tunayoiomba leo ni kwa ajili ya kazi hii tumeomba shilingi bilioni 34 ambazo tumetenga kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya, ya jiothemo. Lengo letu ni kwamba tungetamani walau, maana potential tulio nayo mheshimiwa spika kwenye nchi yetu kwenye miradi ya jiothemo ni megawati 5000. Maana yake megawati 5000 ni mradi mkubwa ambao Julius Nyerere inaingia karibu mara au zaidi ya mara mbili. Nataka niwaombe waheshimiwa wabunge, miradi hii mkubali kwamba tunaendelea nayo. Kuhusu umeme jua, kwa mara ya kwanza kwenye nchi yetu hatukuwahi kuwa na mradi mkubwa wa sola. Sasa hivi tunajenga mradi wa kishapu megawati mia moja na hamsini ambao ujenzi wake na utekelezaji wake uko asilimia hamsini na moja serikali inakaribisha sekta binafsi nyingine katika mfumo wa IPP, wale wanaotaka kuja kujenga miradi ya sola waje, tunawakaribisha. Hoja tulionayo hapa ni tarifu, tarifu. Wengine anakuja na tarifu ya senti 24. Hakuna mtu atanunua umeme huo hapa bunge zima linazungumza umeme tunaouza bado ni ghali akija mwekezaji anataka kuleta umeme kwa tarifu ya senti 15 ishirini haiwezekani tutakuwa tuwatendei wa Tanzania kwa nataka niwahakikishie kuwa miradi hiyo tunaendelea nayo kwa wingi miradi ya upepo kwa mfano mradi wa jua hapa zuzu megawati mia moja thelathini singida manyoni megawati mia moja same megawati mia moja singida ikungi megawati wa kutumia upepo megawati mia moja hii yote ni miradi ambayo tunaifanyia kazi tunaomba waheshimiwa bunge mtukubalie tuendelee kufanya hii kazi. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge wameeleza kwa uchungu sana kuhusiana na kupeleka umeme vitongojini. Mheshimiwa Spika, ninaomba kuwakumbusha waheshimiwa wabunge Ilani ya Uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020, ibara ya sine na tatu kifungu kidogo cha B kimeeleza hivi: kukamilisha usambazaji wa umeme katika vijiji vyote na maeneo ya pembezoni mwa miji ya Tanzania bara kupitia mpango wa umeme vijijini pamoja na kuandaa mpango wa kutekeleza mpango kabambe wa umeme vijijini yani Rural Energy Master Plan kabla ya mwaka 2025 mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Spika, kama kuna eneo Dr. Samia Suluhu Hassan anapaswa kupongezwa sana ni eneo hili. Ninasema hivyo kwa nini? Kwa sababu Chama cha Mapinduzi mkataba wake na wananchi mpaka kufika elfu mbili na ishirini na tano haikuwa vitongoji ilikuwa vijiji tu, vijiji imemaliza kabla ya wakati, na kabla ya wakati imehamia vitongojini na vitongoji elfu sitini na nne thalathini na tatu vyote vina umeme. Yani kwa maneno mengine Mheshimiwa Spika, yani CCM imefanya kazi mpaka ikapitiliza na kile ilichoahidi.